Benjamin Mkapa. Namna gani watu wanapwaya Benjamin Mkapa? Lakini sisi tumesema piga uwa, tunabaki Benjamin Mkapa, na jeuri ya sisi kubaki Benjamin Mkapa mkubwa jeuri hii tunaipata kutoka kwenu ninyi mashabiki wa Simba tunaimani na tunaamini tukiwaita mnakuja elfu sitini na ndio maana tukasema sisi hatuendi kwenye kiwanja cha watu elfu kumi na mbili tunabaki hapa hapa Benjamin Mkapa kwenye kiwanja cha watu elfu sitini kwa sababu watu hao elfu sitini Simba Sports Club tunao na tunawahitaji tarehe 25. Benjamin Mkapa sio ya kila mtu. Benjamin Mkapa sio ya kila timu ya Tanzania. Benjamin Mkapa ni uwanja wa Simba Sports Club na ndio maana hatuhami. Na ndiyo maana tunasema ya kwamba tarehe 23 mechi yetu ni Benjamin Mkapa. Kama uwanja wa Benjamin Mkapa na shida yoyote, sisi hatuwezi kwenda kucheza uwanja wowote ule zaidi ya Benjamin Mkapa, na tunabaki hapo kwa sababu ya wingi wa mashabiki tuliokuwa nao. Sababu pekee itakaotuhamisha Benjamin Mkapa ni uwanja ule ufungwe na serikali, lakini kama uwanja uko wazi, sisi tunatakiwa kubaki Benjamin Mkapa, kama ambavyo tunabaki Benjamin Mkapa tarehe 23 na tunabaki Benjamin Mkapa kwa sababu yenu ninyi mashabiki. Tunaamini mpo wengi na wote mnastahili kuja Benjamin Mkapa, na ndiyo maana tumechagua, na ndiyo maana tumebaki Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ni chumba cha baba halali mtoto, ndio maana watoto wote wamekwenda Zanzibar baba, baba.